ni mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambaye kwa sasa yupo rumande akikabiliwa na mashtaka mawili likiwemo shtaka la uhaini ambalo halina dhamana na hivyo kumfanya aendelee kusota rumande. Inadaiwa kwamba siku ya leo tarehe 28 mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025, afisa wa magereza ameieleza mahakama kwamba Tundu Lissu hayupo tayari kwa utaratibu wa kesi yake kuendeshwa mtandaoni, yani visual, lakini hakimu ameruhusu kesi kuendelea kusikilizwa. Mawakili wa serikali wapo watatu. Jopo la mawakili upande wa utetezi, yani kwa upande wa Tundu Antipas Lissu, wapo kumi na tisa. Itakumbukwa kwamba tarehe 24 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 pia Tundu Antipasilisu aligomea kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao na badala yake ifanyike kwa njia ya wazi. Mheshimiwa Mrema, wakili wa serikali, anatambulisha jopo la mawakili wa serikali kwa upande wa jamhuri. Yupo pia Thawabu Isa Kathbeti, Mbiringe na Harison Lukosi. Hawa ni mawakili wa upande wa serikali. Leo updates kuhusiana na mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipasilisu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA anatupatia sativa 17 kwa mujibu wa sativa 17 kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter anaandika yafuatayo, ikiwa ni mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipasilisu, sehemu ya kwanza. Leo tarehe 28 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 upande wa utetezi wapo mawakili wafuatao moja Mpale Mpoki, mbili Dokta Rugemeleza Nshala, tatu Pita Kibatala, nne Hekima Mwasipu, tano Poki Sabo, sita Deusi Sinda, saba Sisti Masawe, nane Gloria Ulomi, tisa Fredrik Msaki, kumi Jebra Kambole, kumi na moja Maria Mushi, kumi na mbili Dikson Matata, kumi na tatu Michael Lugina, kumi na nne Catherin Michael na tano, Nashon Nkungu, kumi na sita, Michael Mwangasa, kumi na saba, Ikotilisu, kumi na nane, Jacob Mogendi, kumi na tisa, Deogratias Mahinyila. Hao ndio e, mawakili wa upande wa utetezi, kwa maana kwamba upande wa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, ambaye anakabiliwa na mashtaka mawili. E, shtaka la kwanza ni kuchapisha taarifa za uongo. E, kupitia mtandao wa YouTube, lakini pia shtaka la pili ni shtaka la uhaini, ambapo muda huu ni updates kuhusiana na shtaka la uchochezi dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Tunaanza sehemu ya kwanza, Jobu Mrema, wakili wa serikali, anasema shauri hili lilikuja tarehe 24 mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 na lilipokuja upande wa jamhuri uliomba ahirisho kutokana na mazingira yaliyojitokeza kutokana na mshtakiwa Tundu Antiphas Lissu kutofika mahakamani kama ilivyotakiwa kufika, na jamhuri kuomba ahirisho ili kupisha mawakili kuongea na mteja wao ili kufika mahakamani na kusomewa hoja za awali. Hivyo basi baada hivyo basi baada ya utangulizi huo siku ya leo upande wa jamhuri uko tayari kujibu hoja za upande wa utetezi na tuko tayari Mpale Mpoki. Na sisi kwa upande wa utetezi tuko tayari, ila kuna preliminary issue moja lazima tuiseme, maana muda huu nyumbani kwa mshtakiwa polisi wamezingira nyumba ya mshtakiwa, lazima tuliweke sawa. Hakimu anasema hilo tutalizungumza baadaye, kwa sasa acha tuendelee na upande wa serikali wajibu hoja zao. Jobu Mrema anaanza, anasema, hoja ya kwanza, upande wa utetezi ulipinga ahirisho. Tunaomba kusema kuwa msingi wa upande wa jamhuri kuomba ahirisho la siku 30 upo kwenye kifungu cha 2252 cha CPA kwa sababu kifungu kimeweka ukomo kuwa mahakama inaweza kuahirisha shauri kwa siku zisizozidi 30 kama mshtakiwa yuko nje ya dhamana, na Mheshimiwa Lissu alipata dhamana tarehe kumi mwezi huu eh, wa nne mwaka huwa 2025. Hivyo tuliomba ahirisho hilo. Inaendelea sehemu ya pili, Mtobesia na Kibatala walipinga jambo hilo ambalo tuliomba, lakini sisi tunaona kwamba mahakama itumie kifungu cha 225 mbili cha CPA wao hawakusema wanaomba ahirisho la siku ngapi, kama wanapinga la siku thelathini. Anaingia Kibatala anasema anapingamizi na anasema nitaongea kwa Kiingereza kwa sababu wapo mabalozi hapa. Huyu Mrema, wakili wa serikali, anadanganya. Sisi kukataa ahirisho la siku thelathini, tulitoa hoja za kisheria na sio maneno tupu. Mheshimiwa anasema Mrema zingatia hilo. Anaendelea sasa Jobu Mrema, kuhusu jambo la mawakili kuzuiwa kumuona mteja wao, kuzuia wananchi kuingia Kisutu na kuwazuia ndugu kumuona mteja wao mahakamani, majibu yetu ni kwamba tunaomba mahakama ipuuze hoja hizo. Kwa sababu moja, mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hoja hizo kwa sababu zinahusiana na tuhuma zinazotuhumu baadhi ya watumishi wa umma kuwa wamekosea katika utendaji. Sisi tunaiomba mahakama ifahamu kwamba kama kuna hoja inahusu tuhuma za polisi au watu wengine, basi wachukuliwe hatua kwa kushtakiwa The Law Reforms Fatal Accidents Miscellaneous Provision Act cap 310 R.E 2022 pamoja na kanuni zake. Kwa hiyo kwa hapa tuwaache polisi waendelee na mambo yao huko maana mahakama hii haina uwezo wa kusikiliza mambo wanayoyafanya sasa hivi polisi huko nje, acha waendelee tu. Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu inasema pia tunaomba kufanya marejeo ya shauri la Po Kaunda vs Spika wa Bunge na mwanasheria wa serikali, civil appeal namba 167 ya mwaka 2021, mahakama ilisema maana ya judicial review, hivyo tuhuma kwa jeshi la polisi, jeshi la magereza na baadhi ya maafisa, hivyo mahakama isiingie kwenye mtego huo. Kwenye kumbukumbu kumbu za shauri hili wakili Mpoki na Mtobese na Kambole walikuwa sehemu ya shauri tulilosema. Sasa kwa nini leo wanaomba jambo hili tena? Ni kama wanaitega mahakama. Jamhuri tunasema haya ni matumizi mabaya ya mahakama na yamejikita katika kuondoa haki za mshtakiwa kusikilizwa kwa wakati Waki, eh. Mawakili wanacheka wanashangaa kusikia wakili wa serikali anasema kuhusu haki za mshtakiwa. Anaendelea Jobu Mrema, wakili wa serikali pia tunaomba kuweka msisitizo shauri la John Mwombeki Byombalirwa vs Regional Commissioner and others mwaka 1986 TLR, na shauri la AG vs Rev Christopher Mtikila la mwaka 1995 TLR. Tumerejea mashauri haya kwa maana yameongelea msingi wa judicial review bila kuathiri hayo yote mheshimiwa hakimu anasema kwani hoja ya kwanza umemaliza au bado uko hapo kwenye hoja hiyo? Anasema bado hoja ya kwanza, na anaendelea Jobu Mrema, anasema majeshi haya yanafanya kazi kwa mujibu wa sheria na weledi mkubwa sana. Tunaomba kurejea kanuni prison regulations mwaka 1968, pia Katiba ya Jamhuri ya Muungano ibara ya 31 ya 1977. Hivyo hakuna haki inayokuja bila wajibu. Hoja yetu ni kwamba ili uweze kupata haki yako, timiza wajibu pia. Bwana Tundu Antipasilisi, kwa mujibu wa kanuni ya kumi mbili, hizo nilizosema zimetoa utaratibu wa kuwasiliana kwa njia ya kuandika barua. Mrema amepotea kidogo, anasema network ilicheza. Anaendelea Jobu Mrema kuwa eh, kwa mujibu wa kanuni hiyo na baada ya sisi kuwasiliana na magereza ili kuuliza kama aliwasiliana kwa njia barua, maana hapaswi kuwasiliana kwa njia nyingine. Hata mawakili wake hawajaonesha kuwa waliandika barua kokote, maana ndio utaratibu. Kwa hiyo magereza huwezi kwenda bila kufuata utaratibu wao, ik... kwa hiyo magereza huwezi kwenda bila kufuata utaratibu wao ikiwemo huo wa kuandikiana barua, hivyo Eh, barua tunayosema bwana bwana Tundu Antipas Lissu alipaswa kuandika barua kutambulisha mawakili wake kwa jeshi la magereza. Kwa kumbukumbu kumbu zetu, hakuna barua iliyowahi kuandikwa na wakili au mteja wake kujitambulisha na wakili Aluti pia anasema alizuiliwa na yeye pia afahamu utaratibu wa magereza ambao wanahitaji kufahamu ujio wa wakili. Hicho ni kipande cha tatu. Sasa tuwemo katika kipande cha nne juu ya kilichojiri e, katika mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kipande hiki cha nne kinasema kwa kuhitimisha niseme, upande wa jamhuri tunaomba mahakama izitupilie mbali na pia mawakili upande wa utetezi hawajasema kama waliwahi kutoa barua au kufuata taratibu za magereza, na pia haki na wajibu vinakwenda sambamba. Namba mbili hoja nyingine kuhusu kifungu cha mia tisini na mbili moja cha CPA kwamba mahakama haiwezi kuendelea kwa njia ya mtandao hasa ukizingatia kifungu cha mia themanini na sita cha sheria hiyo, tunaomba mahakama, e, tunaomba mahakama isizipe nguvu hoja zao kwa namna tutakavyoeleza hapa. Jobu Mrema anaendelea kueleza huku tunasikia kama mtu anagonga meza huko upande wake, anasema Maelezo ya awali yatasoma katika mahakama ya wazi akiwepo mshtakiwa. Tunaomba kuieleza mahakama kwamba usikilizwaji wa shauri hili kwa njia ya mtandao inawezekana na kwamba kupitia mtandao ni mahakama ya wazi pia. Tumepitia mawasilisho haya, tumeona wanachanganya kati ya mahakama ya wazi na mahakama kwa njia ya mtandao. Sio sahihi kwamba mtandaoni haitakuwa mahakama ya wazi. Hivyo mahakama ya wazi sio majengo. Na jamhuri, tumekwenda mbali zaidi upande wa Black's Law Dictionary ukurasa wa 1263 inatoa tafsiri ya open court. hasa ukisoma tafsiri ya pili acha ya kwanza hiyo, Mheshimiwa, kuhusiana na suala la utaratibu kuwa haiwezekani kwa nyaraka kusainiwa kwa nyaraka wakati mtuhumiwa hayupo, utaratibu umeainishwa kwenye kanuni juu ya nyaraka zinazo E, zinavyoweza kuwasilishwa kwa pande zote kupitia mfumo wa mahakama. Sasa upande wa jamhuri tunaona mazingira yapo kwenye kanuni kabisa, tunaomba kuieleza e, tunaomba mahakama kwamba sheria ina namna mbalimbali unavyoweza kuisoma na kupata maana yake. Huwezi kusoma kifungu hiki bila kusoma sheria nyingine ili kupata maana yake vizuri. Tunasema hivyo kwa sababu kifungu cha nne cha Tunasema hivyo kwa sababu kifungu cha nne cha Judicature and Application of Laws Act yani, JALA Cap 358 kimempa mamlaka jaji mkuu kutunga kanuni ambazo zinaifanya mahakama kutekeleza majukumu yake. Hicho ni kipande cha nne, tumekimaliza kwa namna hiyo. Sasa tuwemo katika kipande cha tano, juu ya mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipas Lissu, e, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Kipande hiki cha tano kinasema, hoja yetu ni kwamba hizi kanuni zinaeleza zina e, hoja yetu ni kwamba hizi kanuni zinaeleza zinaweza kutumika kwenye mashauri ya madai na jinai pia. Sasa hoja yetu ni kwamba wakili Kibatala aliposema kifungu hicho kinajitosheleza na alikuwa anapotosha. Tunaomba kurejea shauri la Bonifas Kuandakira Tarimo vesara. Mahakama ilisema sio salama kutafsiri sheria kwa kuacha sheria nyingine. Namba tatu, hoja ya tatu kuwa mahakama hii ni Factors, official, hii nayo tunapinga kwa shauri hili na amri zilizotolewa mahakama kwa nyakati tofauti ni amri halali kabisa. Hakuna mahali kokote ambako mahakama imetengua au kurekebisha amri zake. Jobu Mrema anasema mahakama hii pia ifuate uamuzi kama uliofanywa kwenye kesi ya uhaini ya mheshimiwa Lissu. Kibatala anasema tunapinga hilo, maana hiyo kesi hata haijaamuliwa. Mrema anasema namwona Kibatala anataka kujaribu kuweka pingamizi. Kibatala anasema nimeweka pingamizi, sio najaribu kuweka. Mrema anaendelea sasa kuhusu kutolewa kwa Tundu Lissu kutoka Keko kwenda Ukonga kuwa ilikuwa kinyume na sheria, sisi wasilisho letu kuwa magereza inafanya kazi kwa weledi na, wafanya kazi, eh, na wanafanya kazi kwa sheria na mahakama hii haikuwa na oda kuwa mshtakiwa apelekwe wapi naomba kuhitimisha kwamba mahakama izingatie ombi la jamhuri, shauri iliahirishwa kwa siku 30 ili mawakili wa utetezi waweze kuwasiliana na mteja wao na kujiandaa kwa ajili ya maelezo ya awali. Mahakama ione hapakuwa na ukiukwaji wa sheria na hoja nyingine, yale ambayo tumeeleza, jamhuri kuomba siku 30 nalo na pia likubaliwe kwa kuahirishwa. Na kuhusu kanuni ya kumi kutoa notisi ya siku saba haki ya mshtakiwa haijazuiwa inaendelea. Hicho ni kipande cha tano. Sasa twende katika kipande cha sita. Kipande cha, eh, kipande cha sita kinasema. Watu wanatikisa tu vichwa hapa. Jobo Mrema amemaliza upande wa jamhuri. Sasa tunahamia kwenye rejoinder submission. Mpale Mpoki anaanza kwa kusema, hapa, kabla ya yote pia naomba wakili Jeremia Mtobesya, Edward h nao pia waingie kwenye koram. Mpale mpoki anasema kuhusu judicial review as alternative remedy litajibiwa na jebra Kambole. Mimi mpale mpoki nitasema kuhusu suala la open justice, Dr nshala atasema kuhusu suala la kanuni za magereza na Kibatala. Pia peter kibatala atasema kuhusu kuahirisha kesi hii kwa siku 30. Pia atasema kuhusu functus official na mwisho mtobesia atasema kuhusu jurisdiction ya mahakama hii kwenye komito proceedings. Jebra Kambole anaanza, na watu wa mtandaoni wanashauri waongee Kiswahili. Jebra anaongea Kiswahili, anasema kuhusu maombi haya kufanywa eh, anasema kuhusu maombi haya kufanywa kwa judicial review. Mshtakiwa yupo gerezani na jambo hilo halibishaniwi. Kwa vile yuko gerezani, mahakama hii ina mamlaka ya kuangalia nini kinamtokea huko gerezani. Ni wajibu wa mahakama hii mawakili wa utetezi hoja yetu ni kwamba mshtakiwa hapati huduma sahihi akiwa huko gerezani. Wenzetu upande wa serikali wanasema tulipaswa kuyapeleka malalamiko yetu kwa njia ya judicial review. Hili sio sahihi kwa sababu zifuatazo. Wakati mawakili wa utetezi wanatoa submission, hakuna wakili yoyote aliyeomba judicial review. Hapa network imekatika. Hapa mheshimiwa anasema tusubiri kwanza. Hicho ni kipande cha sita. Kipande cha saba nacho kinasema yafuatayo. Tumerudi sasa tena. Jebra Kambole anasema sisi hatujaomba judicial review, hatujahitaja hiyo sheria, sio kwa sababu hatuijui. Kwanza, mawakili wa utetezi, hiyo judicial review kwa wingi wetu, hizo ndio kesi zetu, huko ndiyo tulikobobea kwa hiyo tunayafahamu hayo mambo vizuri. Wao kutushauri hilo ni kujielekeza vibaya kabisa. Mshtakiwa yuko magereza, kwa hiyo welfare zake zinapaswa kulindwa na mahakama hii na sio kwenda kwenye judicial review. Sisi upande wa utetezi hatuamini kwamba mahakama hii haiwezi kutoa summons. Kwamba kuwataka maafisa wa magereza wanaokiuka taratibu za sheria, twende tukafungue kesi ya judicial review. Lakini pia mheshimiwa, tufanye sisi ni waongo na lisu hajanyimwa hizo haki zake, sasa wanaogopa nini kuwaleta hao maofisa wa magereza ili waje kutoa ushahidi? Wa uongo wetu ni upi? Kwa nini wanaogopa kuwaleta hao watu wa magereza waje kutuambia ukweli kuhusu nini anafanyiwa tundu andi pasilisu huko magereza, na je, haki zake anapatiwa Kesi walioitoa hapa mahakamani inahusiana na haki za mbunge, na shangaa wao wanaileta kwenye mambo ya magereza na haki za watu waliopo kizuizini. Labda kama wenzetu wamechanganyikiwa, lakini kesi hiyo na hata ile ya Mwombeki haihusiani kabisa. Mahakama hii hatujaiomba ifanye judicial review, bali tunataka mahakama ilinde haki za mshtakiwa. Sasa hatujui uoga wa wenzetu unatoka wapi kwenye eneo hilo. Mpale Mpoki anaanza anasema, kutetea haki za mshtakiwa na mtu aliyepo magereza sio kuharibu mwenendo wa kesi. Kwa mawakili kukaa kimya kuhusu haki za mteja wetu ni sawasawa na sisi mawakili kuwa hatuna maana yoyote kwake na tusingepaswa kuwepo hapa kumtetea. Lazima tuseme mambo haya. Sasa, kuhusu mahakama ya wazi tulitaja kifungu cha 186 cha CPA. Mahakama ya wazi maana yake ni freely kwa public ku attend. Hiyo freely maana yake sio kwamba hawalipia hela, maana yake ni kwamba watu watahudhuria bila kusumbuliwa na polisi. Hiyo maana imetolewa kwenye Collins dictionary. Hiyo maana inatofautisha maana ya chamber court na open court ambayo umma unakuwa huru kushiriki. Ili kesi ifanyike kwa njia ya mtandao, lazima tuangalie interest of justice na siyo interest of justice ya serikali peke yake. Aliyefanya uamuzi wa kusema kesi hii isikilizwe kwa njia mtandao, haipaswi mtu huyo aamue tu mwenyewe ofisini kwake bila kushirikisha pande zote, na hapa sisemi kama wewe ndio uliamua hivyo. Watu wanacheka. Hakimu anasema, unajuaje kama sio mimi? Mpoki anajibu, ninachosema, yoyote aliyeamua hivyo hakuwa sahihi na sio sahihi kabisa kufanya hivyo. Ni muhimu pia kueleweka kuwa sheria ikisema mahakama itaamua on its own motion haina maana kuwa mahakama itaamua bila kusikiliza wahusika, na sistiza, yeyote aliyetoa amri ya kwamba kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao alipaswa kuwasikiliza pia na kutoa maelekezo hayo, jambo ambalo halikufanyika. Kuna mtu alijiamulia akiwa mwenyewe na amekaa mahali fulani. Huo sio utaratibu wa kuendesha kesi na mahakama zetu. Huu ndio mwisho wa kipande hiki cha saba katika mwendelezo wa kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Antipasilisu, na hii ni sehemu ya kwanza yenye vipande saba ambayo E, ninaisogeza kwako basi, hakikisha kwamba unakuwa nami katika mwendelezo wa sehemu ya pili kuanzia kipande cha nane na kuendelea. Hii hapa ni habari kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa nasi kwa habari zaidi.